Tumemkaribisha uh, mkurugenzi mkazi wa shirika hili la UNDP kwenye mkoa kwa ajili ya kuangazia fursa ambazo sisi kama mkoa tunazo na ni kwa namna gani tunaweza tukafanya kazi na wao. Moja ya maeneo ambayo tungehitaji kufanya nao kazi, eneo la kwanza ni eneo la wajasiriamali wadogo wadogo na teknolojia za viwanda vidogo vidogo kwenye kile ambacho kinazalishwa na wananchi wetu kwenye maeneo yetu ya mawilayani, maeneo yetu ya vijijini. Njombe tunazalisha chai, Njombe tunazalisha viazi mviringo, Njombe tunazalisha miti, Njombe tunazalisha pareto, Njombe tunazalisha parachichi. Tunahitaji tufanye kazi kwa ukaribu na UNDP <clears throat> ili tuweze kujenga kwanza, uwezo wa wazalishaji wetu, lakini mbili, teknolojia kwenye uzalishaji ili tuongeze thamani ya kile ambacho kinazalishwa na wananchi wetu. Tukiongeza thamani maana yake ni kwamba tunawaondoa kwenye hasara. Na ndio mpango wa serikali na hata ilani ambayo imezinduliwa juzi 2025/2030 na kwenye dira ya taifa ya 2025/2050 ni kuwa na nchi ambayo tutaongeza thamani mazao yetu ya kilimo kwa kuwekeza kwenye viwanda vidogo vidogo kwenye maeneo ya vijijini. Avocado Capital of Tanzania

this industry uh, in Njombe. And the last part we met uh, I left I saw the truck coming from uh, Moshi uh, full of avocado. Yeah. And so I didn't hesitate to tell my friends in the media uh, let's make Njombe avocado capital of Tanzania. <laughs> uh, Kwa UNDP ni shiri, ni, watu ambao wa tumewakaribisha ili waweze kuwa wadau muhimu. Kwenye sekta isiyo rasmi hususani kwenye eneo la kujenga uwezo na eneo la teknolojia, viwanda vidogo vidogo kwenye mazao yanayozalishwa kwenye mkoa wa Njombe. Lakini eneo la pili ni kuangazia fursa za vijana, kuwajengea uwezo, lakini na kutoa fursa za vijana na kwenye mafunzo ya pamoja kati ya watumishi wetu wa serikali, maafisa wetu, lakini makundi ya vijana kwenye program ambazo zitawajengea uwezo katika vitu wanavyovifanya ili waweze kufanya kwenye ubora zaidi na vitu wanavyofanya kwenye ubora zaidi, maana ni kwamba anazalisha bidhaa, anaziongezea thamani na bidhaa zake ziwe ni shindani kwenye masoko. Kwa hiyo ili kufanya hivyo, tungehitaji tuwe na wadau wengi, na moja ya wadau ambao tumewakaribisha kama mkoa ni watu wa UNDP ambao wamefanya kazi kubwa katika maeneo mengi ya Tanzania. Lakini, uh, eneo la tatu ni kama alivyosema kwamba sisi tuna nafasi kubwa ya ku, kwenye uchumi wa kijanisha kwa sababu sisi ni wakulima wakubwa sana wa mazao ya miti, lakini pia kwenye mazao ya miti pamoja na uzalishaji wetu wa mazao ya parachichi kama tunda, lakini parachichi kama zao ambalo limeongezewa thamani, sasa tungehitaji kufanya nao pia kazi kwa karibu ili biashara inayotokana na mazao ya miti ikiwemo mambo ya clean energy, mambo ya carbon uh, credit tuweze kufanya kazi kwa ukaribu <coughs> kwa pamoja ili wananchi waweze kunufaika <coughs> na rasilimali hii ya kilimo cha miti walionayo kwenye mkoa, lakini kwenye maeneo ambayo wao pia wanafanya. <coughs> Lakini kikubwa ni namna ambavyo mkurugenzi mkaazi wa UNDP ameweza kuzungumzia Njombe anayoona kesho kutwa na Tanzania ya kesho kutwa, kwamba anayoona Tanzania ambayo uchumi wake utadabu kwenye miaka kumi ijayo, na akiwa anaangalia kwamba tutaenda maana ambapo tutaenda kwenye population ya watu milioni mia moja, lakini kwenye uchumi ambao ni wakati, na anaiona nchi ambayo ina nuru mbele, lakini akiona mkoa wa Njombe kama mkoa ambao utakuwa na fursa nyingi kwenye uchumi wa Tanzania kiasi kwamba haitahitaji mtu kukaa Dar es Salaam kuamini kwamba kwa ana maisha mazuri, kwa sababu anaweza kukaa Njombe kwenye mazingira ambayo hali nzuri ya hewa, lakini mazingira ambayo ni, ya, ni mazingira mazuri ya kiuchumi na wananchi wanafanya shughuli kubwa za uzalishaji na hakutakuwa na haja ya watu kwenda kwenye maeneo ya mjini wakiamini kwamba ndiko kuliko na maisha mazuri. Kwa mimi mwenyewe pia kama kiongozi wa serikali wa mkoa kwa sababu nisingehitaji arudie kuzungumza, amezungumza vizuri sana. Namna ambavyo amecompliment juhudi za serikali, amecompliment juhudi za Mheshimiwa Rais, lakini amecompliment juhudi za wananchi wa mkoa wa Njombe katika eneo za uzalishaji na amejisikia yuko nyumbani kwao baada ya kuona mazingira ya Njombe, hali ya hewa ya Njombe, lakini mashamba makubwa ya uzalishaji wa chai na namna ambavyo ameona watu wa Njombe katika ukarimu na namna ambavyo ameona pia wa Tanzania katika ukarimu. Kwa sisi kama serikali ya mkoa tunampongeza, tunamshukuru na tuko tayari kufanya kazi kwa ushirikiano wa karibu sana na shirika letu la maendeleo la UNDP la Umoja wa Mataifa, na tunawahakikishia kwamba kama ambavyo imekuwa ni dhamira ya Mheshimiwa Rais kuona kwamba nchi yetu inavutia wawekezaji wa ndani na wa nje, sisi kama mkoa tuko tayari kuwa mabalozi kwa kufungua milango mikubwa sana na watu UNDP, lakini na wadau wengine wote.

Alizungumzia swala Ziwa Nyasa kwa sababu kama alivyosema, kwa miaka minne alikuwa mkazi wa mwakilishi mkazi wa Malawi, na mnajua kwamba Ziwa Nyasa tuna share sisi na watu wa Malawi. Na upande wetu sisi kwenye upande wa Ziwa Nyasa, mtaona watu wa Ludewa wameanza program za wa ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba, lakini tuna encourage pia kwenye miradi ya umwagiliaji upande wa Ludewa na maeneo ya Manda waweze kutumia maji ya Ziwa Nyasa kwa ajili ya miradi ya umwagiliaji, na ni lazima tujue kwamba kwenye Dira ya Taifa 2050 moja ya uchumi mpya ambao umetajwa ni uchumi wa madini ya Liganga na Mchuchuma yaliyoko Rudewa, lakini kule Rudewa tayari serikali imesaini mradi wa dola milioni sabini ambao ni mradi wa chuma wa Maganga Matitu. Sasa ukiangalia kuwa na faida ya Ziwa Nyasa upande wa Rudewa na fursa ambazo zinaenda kufunguka Rudewa, ninaamini kwamba watu wa Njombe na watu wa Rudewa watakuwa na manufaiko ya moja kwa moja na uchumi wa Ziwa Nyasa, kwa sababu kule Ziwa Nyasa tayari serikali kuna maeneo tumepeleka ambulance za magari, lakini upande wa Manda kule ziwani tumepeleka ambulance ambayo ni boti, lakini pia kwenye kuangazia uchumi wa kule Manda ya Rudewa, tuna serikali inafikiria kuweka bandari lakini tunafikia kuwa na namna nzuri ya usafiri ambao utakati ya cross kati ya Ludewa kwenda upande ule wa Kiera na kuweza kufanya biashara na wenzetu wa Malawi na nchi ambazo tunazunguka kwa kupitia kule kule Ludewa Kiera kwenda Malawi kwa biashara. Zile zikifunguka maana yake ni kwamba faida Ziwa Nyasa kiuchumi itakuwa ni kubwa kwa wananchi na kazi kubwa, ndio maana serikali sasa inajenga barabara ya gharama kubwa sana ya zege kutoka Njombe Ludewa kwenda Manda.